Kwa wale ambao mna nywele natural, hii ni style nzuri na itakufaa. Mimi ni Farida Othman, nitaanza kwa kuiosha nywele yangu kama hivi ambavyo unaona. Utaiosha kabisa kuondoa uchafu, kuondoa mafuta mafuta katika nywele. Sasa nimetumia shampoo ya soft and free, hii ni neutralizing shampoo. Unaweza kuitumia hata kwa mteja ambaye tayari alishawahi kuweka dawa. Yani kama mteja akaweka dawa, unataka kumuosha, unaweza kutumia neutralizing shampoo ili kuondoa zile chemical. Sasa mimi nimetumia hapa kwa ajili ya kuisafishia tu nywele ya mteja wangu. Baada ya hapo nitachukua foam ambayo ni povu zuri na linashika vizuri, nitakwenda kupaka katika nywele ya mteja wangu, alafu nitakuwa kama ninaifunga rollers. Rollers nilizotumia ni rollers za kalikiti. Kwa hiyo sasa hii style naomba nirudie tena nika, uh, nika nywele ambayo haina, haina dawa. Usije ukaja ukasema mimi ukalishakaga zamani mushuasiku utatengenezwa na staili isitokee vile itakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kama nimekwambia staili ni ya nywele ambayo haina dawa hakikisha kwamba nywele yako haina dawa. Kama nimekwambia staili ni ya nywele yenye dawa basi zingatia hilo. Product zote nilizotumia hapa ni kutoka Soft and Free. Uh, nimetumia kwanza shampoo ya kwao Soft and Free. nimetumia na hii fomu ya Soft and Free. Nitakwenda kutumia na spritz pamoja na eli ya zote nitakwenda kutumia katika hairstyle hii. Kwa hiyo, kwa wewe ambaye una nywele fupi hazina dawa, sio lazima kila siku unahangaika. Kuna style nyingine ambayo unaweza kutengeneza ikawa unique na uka enjoy ya nywele yako. Kwa wale ambao mnahitaji kujiunga na chuo chetu cha urembo na ususi, karibuni sana. Nafasi za kujiunga na chuo bado zipo wazi. Uzuri ni kwamba sisi bado tunapokea wanafunzi wapya, karibuni sana muweze kujiunga na chuo chetu cha urembo na ususi. Nazungumzia Farida Beauty Academy. Chuo kipo Dar es Salaam, Tegeta Nyuki. Namba zetu ni hizo ambazo naona kwenye skrini. Bado tunapokea wanafunzi wapya karibuni. So nitakwenda kufunga rola zangu. Baada ya kufunga rola kichwa kizima, mteja wangu mimi ataenda kuingia katika dryer. Akishatoka katika dryer, sasa nitakwenda kumpulizia ile spray ya spritz it. Nataka mawimbi yangu mimi ya ya hold, yaani ya dumu muda mrefu, sawa. Kwenye spray unaweza, kama hii spray tunaweza kutumia kwa wale ambao pia mnabana nywele, unaweza kumsha bana, ipulizie itakusaidia ku hold nywele zako vizuri. Baada ya hapo, nitakwenda kutoa rollers zangu, kisha nitakwenda kufanya final ile sasa, ili, ili kupata ile style ambayo uliiona pale awali kabisa. Kama una saluni una uwezo wa ku upgrade kazi yako kwa kuongeza hii ambayo ni rough finger coil kwa wateja wako. Sio kila siku mteja akija akia, natengeneza finger coil ndogo ndogo. Unaweza kuikata kubwa kubwa kama hivi, au kakata zikawa ndogo kabisa, kama kama ambavyo tunatengenezaga zile finger coil. Kama utakuwa na swali utakanasana, chochote niandikie kwenye comment. Naomba nikukumbushe, mimi ni Farida Othman. Kujiunga na magrupu yetu ni bure kabisa. Ingia YouTube tafuta Farida Othman, gusa button iliyoandikwa subscribe, nitumie screenshot kwenye namba ambao unaiona katika screen yako sasa. Sawa. Hii nywele naomba nirudie tena, ni kwa wateja wale tu ambao nywele yenu haina dawa. Usije ukaenda saluni ukamchosha uh, salunist wa watu, kwamba hakikisha nywele yako haina dawa. Staili kama hii ya huyu dada iliyotengenezwa hapa itatokea vizuri kabisa. Kama nywele yako ina dawa na ni fupi, basi hakikisha umefuatilia video zetu ujifunze zaidi. Final touch ni hii unavyoiona. Si unaona? Sio unanielewa jamani? Karibuni sana, mimi ni Farida Othman. Karibuni sana Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora kabisa ya urembo na ususi. Asante na endelea kujifunza nasi.